Una miliki kufuli hapo nyumbani, kuna hizi njia tatu za kuweza kuilinda na kuitengeneza nayo kwa muda mrefu. Hebu tuangalie njia ya kwanza. Njia ya kwanza kabisa, inapokuwa funguo umevunjika kwenye kufuli lako, basi unauweza ukautoa kwa kutumia zile, zile, zile pamba za kusafishia masikio kuweza kutoa funguo bila kupeleka kwa fundi. Tukienda kwa njia ya pili, kama inavyoonyesha deo kama fungu wako umevunjika kwenye kufuli, usitupe hiyo kufuli. Bado ni ya kwako, endelea kukaa nayo. Kuna hii njia ambayo unaweza ukaitumia. Pia kuweza kuitumia ili ukaendelea kubaki na ile kufuli lako lako. Kwanza kabisa tafuta wembe, wembe wembe. Baada ya hapo kata ule wembe. Baada ya hapo, kama kufuli lako linanyeshewa kwenye video. Baada ya hapo kumeka hapo maanake ni kwamba unapokuwa unafunguka mlango, kaachana bana kufuli lako kisha tengeneza kikopo cha kuweza kufunika. Hata kama mvua itanyesha, basi lile kufuli lako litabaki kuwa salama na halitaenda kutu. Kama umependa hizi idea zote, andika kwenye comment section. Wow, usisahau kunifollow.